Jina langu naitwa Mwalimu Moses Kiando ni mkurugenzi wa MOFET, taasisi ambayo eh, imeshirikiana na, na Big Box kuandaa maonyesho ya Shule Excellence Fair yaliyofanyika hapa jijini Dar es Salaam. Na maonyesho haya yamefanyika kwa mara ya kwanza, yeah. Na tunashukuru Mungu mapokeo yamekuwa ni mazuri sana. Eh, awali tulifikiria pengine shule zingekuja za Dar es Salaam pia, lakini tunazo shule kutoka Iringa eh? na sio taasisi moja imekuja. Na hapa ninapozungumza, kutoka Iringa tuna shule ya msingi Sunflower, na lakini tuna sekondari ya The Lord's Hill Secondary School na kadhalika, tuna chuo cha Peacemakers kutoka Ilula pale Iringa, lakini tuna maeneo mengine ambayo e, muda hautoshi kutaja maeneo yote, lakini itoshe tu kwa kweli kwamba Mungu ametutendea kwa, kwa fadhili. Maonyesho yalikuwa mazuri sana. Maonyesho haya yatakuwa ya kila mwaka okay, na upungufu wowote ambao umeonekana kwa mwaka huu, mwakani uh, utakuwa maonyesho yatakuwa na ubora wa hali ya juu zaidi, kwa maana kwamba tumeshaelekezwa kwamba tamasha angalau liwe siku tatu. Kwa hiyo na mgeni wetu rasmi wa mwisho eh, katibu tawala msaidizi wa elimu wa jiji la Dar es Salaam ameshauri kwa kwamba tuwe tunafanya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, na hivyo ndivyo tutakavyofanya hapo mwakani. Tunaamini kwamba ubora utakuwa ni wa viwango vingine kabisa. Wasalimie wote katika shule na taasisi zote na mwambie tunawashukuru sana na kuwapongeza. Tunakukaribisha pia Iringa Irula karibu sana. Hayo ni maelekezo tutafika. Asante sana. Asante sana. Asante sana.